Kifika kule kakadhi, haya, mume atatoa mashtaka yake: huyu bwana nilimfumania, nimeona kwa macho yangu na ushahidi wa kutosha mwenye nimeona na nina mashahidi pia, amke naye ananisingizia. Sasa pale, Qurani imeeleza wataaliana, inaitwa qadhiyatu li'an, wataapizana pale mbele ya qadhi kama vile Qurani ili kueleza yule mume ataambiwa, aape aape kiapo cha kudhibitisha, annahu la mina ssadikin, ya kwamba haya anayosema ni kweli. Kwa hiyo ataapa kiapo cha kwanza wallahina, aape kiapo cha kwanza, kisha ataapa kiapo cha pili, kisha ataapa cha tatu. Atakapo apa viapo vinne, qadhi atamtuliza amwambie, kimebakia kiapo kimoja <laughs> kimebakia kiapo kimoja sasa. Hichi kiapo kimoja cha tano, sema ikio anna la'natullahi alayya in kana min alkadhibin la in kuntu min alkadhibin, mwenyezi Mungu na naiwe juu yangu ikiwa ninasema uu walhamisau ana lanat llahi aleihi inkana minalkadhibin. Allah sema ndani ya Qurani ile kiapo cha tano atasema na nani na anaiyo siku ile juu yangu ikiwa anasema uongo. Kwao ataekwa kandu, ile bwana mke naye ataetwa na wewe unayekataa kosa hivi, ye unaweza ukaapa, naye ataapa. Ataapa kiapo cha kwanza jamu. Anna ghadab llahi alaiya in kuntu in kana min aswaliki, hasira za Mwenyezi Mungu nasiwe juu yangu ikiwa yule mume kasema kweli. Sasa wakishabisana hivi, fayufariku lqali bainahuma ila labad. Sasa mnatengeshwa mnaachanishwa pale milele hata wahi tena kuoana hivi ndivyo ilivyoelezwa katika eh, Qur'ani. Endapo labda mume atakuwa amemfumania mkewe na ushahidi kwamba amezini haswa, mke ikawa na kata sasa, wataapizana kwa kadhi, baadaye ndazi akishawatenganisha basi hakuna kuuana tena, hata kwa njia yoyote hakuna tena kuuana. Eh, hii ni tabia au ni suluhisho au ni hatua ya tatu ya kwamba unakutumania au nakugundua mkeo ana mahusiano na mtu mwingine. Hebu jaribu kuhakikisha haya mahusiano ni vipi, je, ye mahusiano yamefikia mpaka wanazidi au ee hata ikujambo la kwasema gundua ya kwamba hili e, swala e, unapomfumania mkeo ana mahusiano na mtu wa kando, haimaanishi kwamba tayari talaka itoke, kama ilivyo kwa fikra za wengi, ya kwamba kisha mfumania mkeo, basi moyo unampanda hasa, anakuwa na hasira, anaachana na ule eti kwa sababu nilimshika nazini au nilimshika na mesii, ila hadi labda yule mke yasema, labda mke anapokiri, ni kweli, mke wangu nimefanya haya makosa, inakiri dhambi zangu, inaungama na natubia, naomba unyezwame. Sasa sheria inakwambia mke anapokubali makosa yake ya kwamba amekiri kweli alikosea kwa kufanya hivi. Sasa wewe kama mume, hebu angalia sheria inakuambia nini? Je, ukatani msamaha wake ushikilie nako? sheria inakupendekeza msamehe, ianna ni kulla mna adam, kila mwanadamu ni mwenye kufanya makosa, lakini mzuri wa kufanya makosa ni yule mwenye kutubia. Sasa huyu ameamua kutubia na amekubali makosa yake. Ingawa sheria haikulazimishi lazima uendelee kukaa naye, hiyo utaamua wewe, lakini unapendekezewa ya kwamba uweze kukubali toba yake. Pili, anapokuwa amekubali makosa yake na ikilinganishwa kwamba mmetoka mbali, mmezaa naye watoto, ni mda mrefu, leo ametelezeka akafanya kitendo hicho, basi na akaamua yeye kuomba msamaha wa dhati, tena msamaha wa kihakika. Basi sheria ikakwambia usikatae msamaha wake, maadamu alikubali kosa lile. Lakini hata hapo, wanachuoni wakaeleza, kuna uzinzi mwingine mwanamke akiufanya tu, hiyo ndoa inavunjika kabisa, hakuna cha kusameheana. Tuendelee. Kuna watu ambao mke akizini nao, basi hao ndoa inavunjwa, wala sio talaka, ina kujika kabisa. Hapana ndoa wabillahi t e, wanachuoni wameeleza kwamba e, mke atakapofumaniwa ya kwamba amezidi na mtu fulani basi watu wanaofuata hawa basi wanaivunja ile ndoa yake. Eh, wasema idha zana abuka bi zawjati itakapopatikana baba ako amezidi na mkeo basi moja kwa moja ile ndoa inakutika, hakuna ta ja, kusameheana kurudiana, ndoa inakutika, kauna yusa tena, inakutika kabisa sio atoa talaka akatoa a hiyo yakutika kabisa. Ya pili, idasana alemu, mtoto atakapozini na mke wa babake tayari ile ndoa inakutika. Eh, idha zana azawju bi ummi zawjati, mume anakuzini na mama wa mkewe, mama mkwe, tayari ndoa moja kwa moja inakutika. Hapana ndoa tena hapo. Na katika kauli za wengi katika wanachuoni wakasema pia idha zana, eh, idha zana ahdul mahali, mtu atakapozini na mmoja katika maharamuza mfano kama vile kaka eh, kaka ako akazidi na mkeo au ani yako au mjomba wako, basi wanaharamika na ndoa inakutika. Ama idha zana bi rajulin ajnabi, ama anapokuwa mke amezini na mtu wasiokuwa hao, eh, namda ni jamaa tu wakano akafanya uzizi. Basi hapo sheria iko tofauti eh. Sio maana eti ndoa inavunjika, a yanarudi pale pale, kama ataamua kumsamehe. Amekubali kosa, akaamua kumsamehe. Allah akitaka kuachana naye pia sheria haimkatazi, lakini inamsindikiza kwamba ikiwa mke ameamua eh, kukubali na amekiri madhambi na ametubia, basi sheria inamwambia amswame kwani Allah asema, wanafina anil nasi, watu wema ni wale wenye kuwasamea wenzao, atanibu min dhambi, kama la kama la dhambala, mtu anayetumia madhambi basi hana dhambi. Lakini hapo wanachuoni wakaeleza na kupambanua, nitajuaje huyu katumia, nitajuaje amejitia hii kosa. Wakataja baadhi ya ishara ya kwamba nadamuha

Basi hili ishara ametubu kwa hili kosa, au amenitia alama nyingine. Atajadu ala kulli asbab fitna asabiqa, anajaribu kujiepusha na kila sababu zilizompelekea eh, yeye kufanya hivyo. Tatwa kulla wasila kana sababan fil ma'siya

jaribu kumwangalia kama ni kweli anaweza kushawishika tena kutongozeka na mtu mwingine. Basi unapoona kwamba amefaulu, basi huyu kweli anakuwa ametumia tauba ya kihakika. Sasa nimrudie hapo hapo, au kuna maelekezo ya kidini? Sheria inaeleza idha kihakika eh, jambo la kwanza, bara'atul rahim, uhakikishe kwamba hana ujauzito. Sio mke amezini, amesameana tayari, wewe naye una a a bara'atul rahim kwanza, uhakikishe ya kwamba hana ujauzito na istibra katika sheria tukabile kule tukahakikishe kama una mimba au hauna mimba. Hiyo haizikatii kisheria, sheria ni antahima ni bilioni m akikiwa na hedhi basi huyo ana hana mimba, huyo hakuna usalama vilna. Sasa ndio maana inabaki sheria vile vile, mke atakapofumaniwa kweli, alikuwa

ulikua utaradii kwa hiyo unaambiwa ufanye sheria hizi, nendeni mkahakikishe, eh, ya kwamba huyu yuko salama. Lakini madaktari wasema huwa haionekani hapo kwa hapo ya kwamba kafanya leo taonekana, pia inachukua muda. Kwa hivyo wasema iangaliwe haya mambo mawili, kama umeamua kutaka kurudiana eh naye, kama ilivyoelezwa katika ali kitabu cha Ibn Qudama asema Idha zanat al-mar'a, mwanamke aliye katika ndoa akizini. Fala yajuzu lizaujiha, haifai kwa mume wake an kumuingilia kumuingiria katika benzi hata atastabia bihaiba, mpaka ihakikishwe ya kwamba hana mimba kwa hedhi moja la mwisho, hususan hili ikiwa watu wameamua kusameheana, basi tajannab

"Satarahu Allahu fi dunia wal akhera", Allah atamsitiri hapa duniani na akhera. Lakini sitara hii iwe ni sitara kwa ajili ya Islam. Unajua kabisa nikifanya hivi, hata atarudia. Lakini ikiwa, wasema, ikiwa ni hofu, ntonekanaje gele a watu, sijui kama vile, inavyofanya siku hizi, watu wanafanya uzinzi, inapojulikana katika njia kama hiyo ni haramu. Harau usitiri uovu ambao kama huu kwa sababu eti ya kuogopea maneno ya watu. Wewe uogope Allah, wewe unaogopa nitasemaje, tonekanani katika jamii. Angalia kwamba uogope Allah, ni siku ya kiamu, sio fulani fulan atakiona nani. Kwa hiyo kusitiriana katika maovu kama haya eti kwa kuchelea watu wanaviona vipi, haiusiri kwa hivyo wanandoa inapotokezea mmoja wao amefanya hivyo na kukubali kusamehana basi watu wasitiriane wala isiwe ni swala la kutangazia kila mtu au inapotokezea utelezi sio ndio akukumbuka wewe umefanya hivi na hivi mambo kama hayo allah inna llaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali